Hii movie inamzungumzia mtu mmoja hivi anaitwa Eddie Barishi. Eddie Barishi alikuwa ni mme na baba wa mtoto mmoja wa kike ambapo Eddie Barishi alikuwa anapitia hali ngumu sana ya kimaisha. Kiasi kwamba ndoa yake ilikuwa na migogoro kweli kweli. Unaambiwa humo ndani ni ngumu tu akukaliki. Hivyo Eddie Barishi akawa anafikiria namna gani atafanya ili arudishe maisha yake katika hali ya kawaida. Wakati huo gari lake ameshindwa kulikomboa. Lipo gereji tu ambako alikuwa amepeleka lifanyiwe matengenezo na muda mwingine gari hili ndio gari ambao alikuwa linalitegemea katika kuingiza kipato cha familia. Lakini mbaya zaidi, amekosa hata hela ya kulitengenezesha gari hilo. Akafikiria nje ya boksi, afanye nini ili arudishe heshima na nguvu katika familia yake. Mbaya zaidi ni kwamba wakati huo anafikiria afanye hivyo, mtoto wake yupo huko shuleni anamsubiri kwa sababu muda wa masomo umekwisha. Hivyo anamsubiri baba yake aje kumchukua ampeleke nyumbani. Mbaya zaidi Mwamba hana chochote kabisa mkononi wala mfukoni. Hivyo Mwamba akaona mm, nikienda hapa kwenda kumchukua mwanangu itakuwa mbaya zaidi kama nitakwenda sina chochote mkononi, wakati huo watoto wengine wazazi wao wanawafuata na kuwapelekea zawadi. Mwamba akafikiria nje ya boksi akapata wazo moja hivi la ajabu. Akafikiria nifanye nini? Akaona ngoje niingie kitaa. Kwa wale wote ambao wamekaa kia sara sara, basi nitapita na maliza. Kwa wale wote ambao wameacha magari yao wazi basi nitapita na kagua gari moja hadi lingine. Pengine ndani ya magari hayo kutakuwa kuna mali na kitu chochote kitu ambacho nitakipata kutoka katika gari hilo. Lakini Mwamba hakufikiria kwamba kuna madhara na hasara ambazo zinaweza zikajitokea hakujali nini wala nini, akasimamia msimamo wake na wazo lake. Mwamba akaingia akitaa bwana, akawa anafungua gari moja baada ya lingine. Mbaya zaidi ni kwamba alijaribu kufungua magari mengi sana, akakuta yale magari yako locked, yaani yamefungwa. Hakuna namna yoyote ya kuingia ndani ya magari hayo, lakini kama unavyojua lazima siku zote uwe na bahati ya kukutana na kitu ambacho unakitafuta. Ndipo mwamba akakutana na gari moja hivi la kifahari kwelikweli, alafu mkubwa zaidi, anagusa kitasa tu anakuta gari lile liko wazi. Mwamba hakusita akafungua kama gari lake vile, akaingia ndani ya gari Akazama, akafunga mlango, akaanza kutafuta sasa mali au chochote kitu ambacho anaweza kukipata ili akakiuze apate pesa. Mbaya zaidi ni kwamba ndani ya gari hilo hakukuwa na kitu chochote kile. Mwamba akafikiria ah, basi ngoja niondoke kwa sababu ndani ya gari hili hakuna chochote ambacho kinaweza kikanisaidia. Wakati sasa nataka kuondoka, mm, akafungua mlango ule mlango aliotumia kuingia ukawa haufunguki. Akaona, ah, si, si tabu, maana kuna milango mingi sana kwenye gari hili. Akahamia kwenye ile milango mingine, yakamkuta yale yale, milango haifunguki. Kila akitikisa wapi, kila akijaribu milango haifunguki. Mm, akaona sasa nifanye nini? Akapata wazo la kupiga teke la kwanza akajaribu teke, akaona mm, mbona kama vile kio ni kigumu. Akapiga mateke mengi sana kwenye vioo lakini wapi, hakukuwa na majibu ya aina yoyote. Alipiga bila mafanikio, akatumia ngumi, akapiga sana, lakini hakukuwa na mafanikio ya aina yoyote. Bwana Edi Balishi akakumbuka ya kwamba ametembea na bastola ambayo alikuwa anataka itumie kwenye uhalifu wake, akaichukua kutoka mfukoni bastola yake, akachukua akapiga risasi siku ya kufanyani miti yote uteleza. Alichokuwa hajue ni kwamba gari ile ilikuwa ni soundproof and bulletproof, yani halipitishi lisasi na wala sauti ya mtu aliye ndani haitoki nje. Hivyo lisasi ile ilienda ikagonga kio, baada ya kugonga kioo ikaja ikamjeruhi mguuni. Ebana siku ya kufanyani miti yote uteleza mwamba, baada ya lisasi ile kumjeruhi mguuni Damu zikaanza kumvuja kwa wingi kweli kweli. Alipiga fujo sana alipiga kelele sana akiomba msaada, lakini hakuna aliyejitokeza wala kumsikia, kwa sababu sauti hata upige sauti ya aina gani haitoki nje ya gari. Wakati akiendelea kutokwa na damu nyingi sana mguuni, akaona kama kuna mtu anakuja mazingira ya gari ile, akafikiri labda ni mwenye gari. Akatulia kama dakika kumi hivi, mara akaja dada mmoja hivi tena anakuja kwenye gari hilo, akawa kama anamwangalia hivi Edi Barishi, lakini mbaya zaidi ni kwamba aliyeko ndani anamwona aliyeko nje, lakini aliyeko nje hata achungulie namna gani, hawezi kaona ni kipi kinaendelea ndani mwamba. Basi akagonga gonga kioo pale, kwa sababu yule dada alikuwa amesimama nje ya kioo, ambapo dada yule alikuwa kama anajilemba hivi alikuwa alitumia kio cha gari kama kujipodoa, lakini alikuwa haoni chochote kilichomo ndani. Mwamba akapiga kelele, akagongagonga kio, lakini dada yule hakusikia. Mwisho wa siku, yule dada alipomaliza kujilemba, akaondoka zake. Bwana Edi akabaki ndani ya gari bila msaada wowote. E bana e, siku ya kufanyani miti yote baada ya dada yule kuondoka, Aidi akabaki hana msaada kabisa, yakaishiwa nguvu kweli kweli. Baadaye wazo likamjia na akakumbuka ya kwamba ana smartphone ipo mfukoni kwake, yaani simu ya mkononi ambayo ni simu yake mwenyewe ambayo aliingia nayo kwenye gari hilo. Akachukua simu yake, akasema sasa hapa ngoje ni watafute ndugu au rafiki niwajulishe kipi kinaendelea katika maisha yangu. Lakini mbaya zaidi na bahati mbaya kwake ni kwamba ndani ya gari hilo network ya ishiki yaani, gari hilo lilikuwa la maajabu kweli kweli, maana aliyetengeneza gari hilo alikuwa amezamilia kumkamata mwizi siku ya leo. Nini unafikiri kitamkuta bwana?